A vale, jeshi la polisi mkoa wa Morogoro alinathibitisha kwamba limemkamata mwalimu Mkame Living Mwaisumo, huyo ana miaka 30, ni mwalimu wa shule ya sekondari ya Zombo iliyopo wilaya ya Kilosa mkoa wa Morogoro kwa tuhuma za kumbaka mwanafunzi wake wa kidato cha pili. Hii tukio limetokea tarehe 19 mwezi huu wa tatu, muda wa asubuhi kati katika shule ya sekondari ya Zombo iliyopo kijiji na kata ya Zombo wilaya ya Kilosa, ambapo mwanafunzi jina lake tunalihifadhi kwa sababu za kimaadili, uh, jinsia ya kike mwenye umri wa miaka 16 wa kidato cha pili alifanyiwa ukatili au kubakwa na mwalimu wake, wakati wakiwa ndani ya ofisi ya mwalimu mkuu wa shule hiyo alikokuwa amemtuma kwenda kufuatilia muongozo wa somo au lesson plan. Kwa hiyo huko, na huyu mwalimu alikuwa anakaimu mwalimu mkuu kwa siku hiyo, kwa hiyo alimtuma wanafunzi kwenda ofisini na baadaye alifuatilia kule na na kumfanyia vitendo vya ukatili. Mtuhumiwa amekamatwa baada ya mwanafunzi aliyefanyiwa ukatili kutoa taarifa kwa jeshi la polisi. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha tukio hilo ni mmonyoko wa maadili, lakini uchunguzi wa kisayansi unaendelea ili kukamilisha uh, upelelezi. Wakati huo huo, jeshi la polisi limefanikiwa kumkamata uh, dereva aitwaye Abubakari Adam Michango mwenye umri wa miaka 30 ni dereva na mkazi wa Tabata Kinyerezi, Dar es Salaam aliyekuwa anatafutwa kwa kosa la kula njama ya kuharibu gari uh, yenye namba ya usajili T 661 BXW ikiwa inavuta tera namba T, T 489 BHC kwa kulichoma baada ya kuiba mafuta aina ya diesel lita 35 na 700 yenye thamani ya 8 milioni 77 laki 112. Hii ni mali ya kampuni ya Asa Logistics Tanzania Limited yaliyokuwa yanasafirishwa kutoka nchini DRC Congo, tukio ambalo lilitokea Machi 16, 2025 mkoani Morogoro. Kama mtakumbuka, tuliwataarifa kwamba tunamtafuta yule dereva. Kwa hiyo tumefanikiwa kumkamata na hatua za upelelezi zaidi zinaendelea. Aidha, niwafahamishe kwamba katika misako yetu inayoendelea tumefanikiwa kuwakamata jumla ya watumiwa kumi au wamekamatwa katika msako mkali uliofanyika uh, Machi 14, 2025; mpaka sasa bado inaendelea dhidi ya ujangiri ambapo ulijumuisha vikosi maalum kutoka jeshi la polisi TAWA na TANAPA, ambapo jumla ya silaha tatu zilikamatwa ni silaha za silaha za moto tatu zilikamatwa wakiwa wanatumia katika uwindaji haramu wa wanyama waliozuiliwa kwenye hifadhi za taifa. Silaha zilizokamatwa ni shotgun mbili na gobole moja linalotumia risasi za shotgun. Pia zimekamatwa risasi 22. Uh, vichwa sita vya risasi za kienyeji, maganda tisa ya shotgun, vifaa vya kutengenezea risasi 139 na, na baruti koko mbili ndogo. Pia vimekamatwa vichwa viwili vya mnyama anaitwa sia au comi dwika, miiba 128 ya mnyama nungunungu, pinde mmoja, mishale minne na vichwa vya mishale kumi na tano. Waliokamatwa kama nilivyosema, wako kumi: ni safari pasco tamba, miaka 23, ilimkulima mkazi wa tanga Jacobo Amori Chigangi, miaka 50, mkulima mkazi wa Melela, lakini amekamatwa. Matias Joni Ndalu, miaka 20, mkulima mkazi wa Melela, amekamatwa. Hussein Rashidi, miaka 66, mkulima mkazi wa Melela, amekamatwa pia. Athmani Robert Matonya, miaka 48, mkulima na mkazi wa Ianzi Mlandizi, amekamatwa. Ismaili Omari mahio Mahioro, miaka 75, mkulima mkazi wa Tandika Dar es Salaam. Mwingine ni Shabani Mohamed Kalesera miaka 50 huyu mkazi wa mkundi bakari haruna nzire miaka 53 abdulkarim ibrahimu mashaka miaka 55 mkazi wa kilombero na nestori gabrieli mkami miaka 58 mkulima na mkazi wa merela mlandizi jeshi la polisi linawashukuru wananchi wote kwa ushirikiano mkubwa wa kutoa taarifa na kufanikiwa kwa kamata watuhumiwa wa matukio yote